Iko na madeni, iko na creditors, watu ambao wanadai Nzoia hii madeni, na wale watu ambao wanadai Nzoia hii madeni walienda kotini, wakatafuta ukishonia. Mwenye anatembea na makaratasi kwa mfuko, akitafuta matrakta ya Nzoia ya auze, akitafuta magari ya Nzoia ya auze, ni huyo Zakaria Baraza ambaye amekuwa hapa, sasa tukiongea maneno ya Nzoia ya. Tuondoe maneno ya biashara katika Nzoia shuka hii. Nzoia shuka safari yake ya ku privatize Nzoia shuka haijaanza mwaka ambao uliisha. Safari ya kuuza Nzoia ilianza mwaka wa 2018 wakati serikali ya Kenya iliunda kamati ambaye ilisimamiwa na gavana wa Kakamega wakati hiyo Mheshimiwa kuwa kuoparana na akakuwa kochea na waziri wa devolution wakati hiyo akiwa Eugene Wamalwa, wakafanya mkutano. Eugene Wamalwa akatia sahihi kubwa, gavana ule wakakameka akatia sahihi kubwa, wakasema Nzoia iko na financial epilepsy, wakasema iuzwe. Kwa hivyo maneno ya Nzoia kuuza hajaanza mwaka ambayo umepita. Kwa hivyo wale ambao wanashinda wakitupatia lecture vile Nzoya inaenda kuuzwa vile Pan Paper iliuzwa, expert wa hiyo maneno ya ku negotiate na kuuza kuanzia kwa Pan Paper mpaka kwa Nzoya hiyo waziri yojina ambaye ameingia hapa wazamani. So, we must take a bold step and tell our people the truth enyanga niye parapande khalile mbali kama sina kasomwe lilyangisa lekhavemo tawe